Hai, Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawapenda, ninawaombea. Ni mimi tena mama Ikani, nimekuja kwako kukukumbusha mambo machache kuhusu autism awareness na mambo ya usonji kwa Kiswahili. Ndugu zangu, wazazi ambao tunalea watoto wa aina hii, tunatakiwa kujitoa sana kwa ajili ya watoto wetu. Najua kuna changamoto mbalimbali mbali za kiuchumi, lakini kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuviepuke. Kuna vitu ambavyo tunatakiwa tusiwape watoto wetu. Wapo ambao bado wanalia. Niliwaambia kwenye, kwenye clip ya kwanza niliyofanya kwa ajili ya awareness kwamba hutakiwi kulia. Umeaminiwa, unatakiwa uwe shujaa. Acha kulia, acha kulalamika. Anza kupambana kumsaidia mtoto. Ukishakubali kama mzazi, mambo yote yanakuwa rahisi, hasa ukimwamini Mungu. Nikutie moyo tu kwamba sikuwa hivi, ila ni Mungu kanibadilisha kwa sababu tu nilikubali. Kukubali ni, si, ni, ni njia ya kujua namna ya kutatua tatizo wapo wazazi ambao bado wanakataa mwana mwanangu ana utize mwanangu ana usonji, ni kwamba tu anamfananisha. Acha nikwambie, Mungu aliumba vitu vyote mwanzo moja moja. Ni Mungu ndo muumbaji wa vitu vyote. Mungu amemuumba mwanadamu akamuumba kwa namna ya pekee. Kwa hiyo unapokataa kama mzazi, unamkufuru Mungu unapomfungia mtoto ndani, kwa sababu labda ana usonji, kwa sababu labda ana ulemavu Ndugu mzazi, unamkosea Mungu aliyekuumba. Mungu ameumba vitu vyote, amemuumba mwanadamu kwa namna ya ajabu. Hata watoto wetu amewaumba kwa namna ya kipekee. Ni kwamba wanahisi tofauti, wanajieleza tofauti, lakini ni watoto ambao very talented kama tutawasaidia, very genius kama tutakuwa pamoja nao lakini kama tutaendelea kukataa na kujiona kwamba ah, mimi siwezi kuzaa mtoto wa namna hiyo mimi. He, imetokea mpaka wazazi wa kiume kuwaacha wake zao kwa sababu tu amepata mtoto wa aina hiyo. Jamani, hiyo ni laana unajitafutia. Kama kuna baba ambaye amemkimbia mama kwa sababu ambazo ninazitaja, rudi, hebu nyenyekea kwa Mungu wako akusamehe, na umrudie mwenzi wako, mlee mtoto. Maana ni Mungu ndio muumbaji wa vitu vyote. Yeye ametuumba kwa namna ambavyo tunaweza kufurahia, kila mtu ameumbwa kwa namna yake. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, nimekuja kwenu, ni muda mwingi tunakuwa busy na mambo mengine ya kazi na vitu vingine vya kimaisha, lakini lakini niwakumbushe tu kwamba yapo mambo ambayo tukizingatia kama wazazi, tunaweza kuwasaidia watoto wetu. Jambo la kwanza la kuwasaidia watoto wenye usonji ni kuzingatia lishe. Kuna vitu ambavyo hawatakiwi kutumia. Mfano wa vitu ambavyo hawatakiwi kutumia ni vitu vyote vinavyotengenezwa kwa unga wa ngano. Kwa hiyo ngano haitakiwi kabisa kwa watoto wetu, maana inaongeza kuangaika. Kama mtoto ambaye ana hyperactivity, ukimpa chapati, umechochea moto mtoto ambaye ana hyper ukimpa donut umewasha moto. Ndugu mzazi, achana na ngano, acha vitu vyote vya ngano. Najua kuna wazazi wanapenda kuwapa watoto wao baga, najua kuna wazazi wanapenda pizza. Pizza inatengenezwa pia na ngano, acha kumpa mtoto. Na kuna vitu vingi mbadala unaweza ukafanya. Badala ya kutumia vitafunwa vyenye ngano, unaweza ukawa unanunua vitu vya unga, mfano dengu kuna unga wa dengu, kuna unga wa dengu, kuna, wa... kuna viazi kwamba unaweza ukatengeneza snack mbalimbali kupitia viazi, mfano kacholi, unaweza ukatengeneza egg chop kupitia viazi, unaweza ukatengeneza ukatengeneza nini cut rice ukaweka samaki na vitu vingine. Mungu amenibariki pia na jiko na limdu, kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Kwa hiyo kwa hiyo wazazi wenzetu wenzangu hasa wa mama, kwa hiyo unatakiwa pia uwe mbunifu sana kwenye swala la chakula, maana watoto wetu ni watoto ambao hawa, yani, unaweza ukapika asili. Kwa hiyo, viazi, vya, kwa hiyo, kwa hiyo unatakiwa uwe mbunifu, viazi mbatata vinaruhusiwa. Viazi vitamu vinaruhusiwa. Kwa hiyo unaweza ukawa unatengeneza idea nyingi kupitia hivyo vitu, unaweza ukachemsha viazi, unaweza ukakaanga miogo, unaweza ukatengeneza snaki za, za viazi kama nilivyosema, kuna kacholi kuna cutlets, kuna egg chop ambayo imetengenezwa na viazi na vitu vingi, ila hiyo yote ni kumwepusha mtoto wako na vitu vya ngano. Kitu kingine, wapendwa, ni sukari. Utakiwa kabisa kumpa mtoto wako sukari. Sukari haitakiwi kwa watoto wetu. Kwa hiyo mwepushe na vijuisi vya dukani, mwepushe yaani, usimpe vitu vya sukari, uji wa sukari. Unaweza ukatumia chumvi kidogo, hata kama utaweka sukari iwe kwa mbali, labda nusu kijiko na chumvi, theni unatuma unatumia chungwa kumwekea ladha. Unaweza ukatumia limao uka, ukaweka kwenye uji wako ukampa mtoto. Kitu kingine ni swala la juisi, namna ya kuwasaidia watoto wetu. Unaweza ukatengeneza juisi ambazo hazina sukari. Kwa mfano, unatumia matunda yenye sukari asilia kama tikiti maji, watermelon. Unatumia avocado, unachanganya tikiti maji, anapata thimusi. Unaweza ukatumia ndizi mbivu, ukablendi na avocado, atakuwa amepata thimusi yake ambayo haina mwasiri. Pia unaweza ukaongeza peanut kijiko kimoja. Yote hiyo ni kumwepusha na vitu vya dukani. Soda za aina yoyote hazitakiwi. Ndugu mzazi, unasikiliza hapa, mjenge mtoto wako katika protini. Protini nyingi zinaruhusiwa, lakini sio protini inayotokana na maziwa. Kwa hiyo maziwa kwao hayatakiwi. Unaweza ukampa mayai kwa wingi, mara tatu kwa wiki au kila siku, inategemea na uwezo wako. Naweza pia ukampa supu za nyama hivyo, lakini kama utampa kuku, lile ganda la ngozi unatoa. Vyote hivi ni kuwasaidia watoto wetu. Nawaombea sana, mwe na uchumi mwema, ninawaombea Mungu awaimarishe wa. Asante kwa ajili ya upendo wenu, ninawapenda sana. Mungu aibariki, abariki kazi zenu mnazofanya. Ninajua kabisa kuna changamoto katika kuwalea watoto wetu, kuna gharama nyingi zinahitajika, mfano hizo therapy. Na bahati mbaya, Tanzania, hata kwenye mkoa ninaoishi wa Arusha, unakuta therapist ni mmoja, kama wapo speech therapy, ni watatu au mmoja. Kwa hiyo consultation fee tu inakuwa arobaini na tano kwa siku na zaidi ya hapo. Kwa hiyo Mungu awabariki wazazi wote wanaolea watoto wenye disability, Awape awape uchumi, awainulie watu watakaofanyika ngazi ya kupandia katika uchumi wao. Ninawapenda. Tujishughulishe jamani, maana watoto wetu wanahitaji sapoti yetu. Ni sisi tutakaowafanya kuwa watu wa, wa, wa kujivunia baadaye. Ninawapenda.